Aina hii ya vijana wana mchango mdogo sana katika taifa. Mambo ingia, kameramani usiogope lolote, ingia kwa sababu sisi hapa ndo wenyeji, wageni rasmi na tutakuwa tunasubiriwa kwa muda mrefu. Na umeona huyu binti huyu binti ndo amekuja kunifungulia jambo Maba, lakini usinisalimie shikamoo kwa sababu mimi umri wangu bado mdogo, na serikali wamesema wanaenda kuniagizia mke huko Dodoma. Kwa hiyo kameramani, kazum uzum, waonyesha mtoto ana shida na maisha magumu. Huyu mshenzi anamnyanyasa binti huyu. Sasa mimi siogopi lolote na nimeingia bila hodi, hata kama kuna majibu, hata kama kuna manini, siogopi lolote. Ehe, Huyu mshenzi kado, sijui na ni nani anayetukana watu mitandaoni, nimemkuta ndo nani? Eh? Ndio nani? Kanajifanya akanijui sasa, kama kanajifanya nijui we, so sogea hapa wewe, sogea hapa. Kanajifanya akanijui sasa, moja kwa moja adhabu inaanzia hapa kameramani, yani adhabu inaanzia hapa, sogeza kameramani uone ninavyomwadhibu huyu mtoto na mwadhibu na bosi wake, hana cha kunifanya, we, ni kenge, una lote. Haya, kenda kule moja kwa moja, mimi ndo gwiji, mimi ndo gwiji. Baada ya kufika tu hapa majirani wote wamejifungia ndani majirani wote wamejifungia ndani, wameniogopa, wamesema mimi ni, kwa sababu mguu wangu umekaa kama wakutegua mtu koromeo. Sasa umeona sasa, ehe, onyesha, onyesha, funga geti, majirani wasije wakaona, sijui namna gani. Hey, hey, majirani umeona hao majirani wote, majirani wameninyenyekea. Bibi huyo amesema naenda kuniandalia uji wa mtama, bibi amenipenda vizuri kabisa, amesema nigombee udiwani, nikigombea udiwani awe wa kwanza kupitishiwa supu ya kenge. Na mimi nimesema niko live bila chenga, nimekuja kumnasa, nimekuja kumnasa yule kado, sijui nani nani, umeona wananchi, umeona hao, kale kabinti kamekimbilia kule sasa. Angalia mtazamaji, mazingira yalivyokuwa machafu. Angalia mimi kama balozi wa usafi na mazingira nimeanza kupita kwenye majumba moja kwa moja, nakagua usafi wa mazingira. Angalia wanafuga mang'ombe, mang'ombe yenyewe yamejifia, yapo kule yananuka hovyo hovyo, mang'ombe yanatoa maziwa ya hovyo, mang'ombe yamechangamka. Angalia sasa, adhabu itaenda kutokea. Nimekuja kumnasa yule kado anayedanganya watu, yeye ni eh, balozi sijui nini nini, anafanya mambo ya hovyo hovyo. Angalia wameitana familia nzima, wanatetemeka hapo walipo familia nzima inatetemeka na hawana la kufanya. Baada ya kuniona tu wametetemeka. Umeona mama mama, na yeye an, anavutaga ugolo. Mama anavutaga ugolo na hapa hajapata ugolo na wiki mbili, kwa hiyo ndo maana anatetemeka. Umeona hata huyu binti ndo ameninyenyekea ame, ame, ameni, ame, ameni pale mlangoni, na yeye namlisha kwenzi uu moja kwa moja. Angalia ninavotamba kama nyumbani kwangu, familia nzima inatetemeka. Utatibu taarifa naona makamu ya amani kibao. Vipi, una la kunipangia wewe? Kwa nini uwanja mchafu saivi? polisi ya nani? Haya, mbona uwanja mchafu? Uwanja mchafu, angalia namna hiyo mtazamaji, angalia mimi nilivyokuwa gwiji, nipo kwao nna na kichapo kinaendelea. We bwana mkubwa, kwa nini hamfanyi usafi hamfanyi usafi ah. Kwa... Usafi. Yaani, mimi, kama mimi ni balozi wa usafi na mazingira wa, wa mazingira nakuja bila taarifa, hamfanyi usafi, amfagii ha uwanja. Alafu yule kado kwa nini anatukana watu? Alafu nawe upo yani, <tipi> yani, kwa... eh? Umeona sasa, ehe, hey, ananiogopa ameninyenyekea. Sasa naenda kutoa dozi kwa familia nzima, na wote wamenichekelea wamesema mimi ni gwiji. Na umeona huyu mzee, huyu mzee amesimama hapo mlangoni na anajifanya eti atanizuia, ataingia, atani, <laughs> na ndani kwenda kukagua kama kumepigwa deki. Mimi ndo ripota wa kwanza kuwa na confidence hali ya juu. Kameramani, hem, nipige kwenzi nipate hasira, huyu mzee naona kama ananichanganya. Safi, gonga nyingine, ehe. <laughs> namna hiyo, nimeshapata hasira. Mzee nipishe hapo. <laughs> Pisha. <laughs> <laughs> Ogeza, sogea sogea, so, so, kameramani sogea bana. Mkubwa nani emshika chini upate adhabu bwana wewe, we mbona kama unachanganya watu? Haya. Utaratibu upi? Tumekuja kumnasa Kado yule Kado jamaa ndio nani? Yule anayehoji anayetukana watu mtandaoni nina nini na nini na nini na nini ndo kitu gani? Nimekuja kumnasa hapa, hawezi akaleta mambo ya kipumbavu. Kado anaishi wapi wewe eh? Kado anakaa nimeambiwa anakaa hapa wewe, uweze kuniuliza unani juu yule. Unanil... Kado umjui, utani, utanieleza we kenge. Kama uko ndani humo, utoke inji haraka sana. Anakaa hapa na makelele kibao, makelele nini? Kajima, makelele mbelelele. Nini mimi kama ripota mimi kama afisa nimeweza kuwasili na hawa wote, ni kenge, umeona hapa hilo hilo lina linaunguruma ndani, njoo njoo kameramani! Kado awezi katuchanganya. Unajificha ndani wewe kama nani? Wanasema nisiingie na viatu <tulay> sasa mimi naingia na viatu <tulay> nivue viatu <tulay> ili <tulay> mimi sio mwanangu Njoo njoo, kamera man njoo, kamera man njoo, njoo, njoo! Anapiga punyeto, anapiga punyeto, anapiga punyeto, angalia amejifungia ndani, anapiga punyeto. Mshenzi mkubwa huyo, kenge mkubwa, tunakusubiri huko, tunakusubiri wewe. We, toka nje wewe! We, ni kunguni kama kunguni wengine. Huyu hawezi kunishinda wewe, uweze kunishinda. Angalia nyumba yote, angalia hata makocha, angalia makocha Wasanii wanaishi maisha magumu, huyu jamaa anatakiwa kuchangiwa. Sasa hauwezi kunipangia pa kukaa mimi, nakaa popote. Angalia, onyesha kameramani ninavyojiachia kama nyumbani kwangu, namna hiyo eh, gesi yenyewe naiwekea mguu namna hiyo, umeona? Sasa mimi ni gwiji, hey, hilo hapo, hilo hapo. Haya, bwana mkubwa, njoo huku wewe, njoo hapa, kaa chini, kaa chini. Safu na njaja afu mini pochi mwanangu ne. Sijavaa nguo na nyumbani. Na nika mama sasa mama ni mwibie sili. Unazingua mwanangu. Naomba ni mwibie sili. Mtazamaji ni kuibie tu sili. Huyu Kenge alitaka kuchangamka kidogo, lakini hapa sasa hivi najifanya mpole kidogo, baada ya muda tena na. <laughs> Unaona, sasa, baada ya kufika hapa nyumba nzima imewewa ameweza kujifungia ndani, na bwana mkubwa mwenyewe ni huyu hapa. Kumbe ndo michezo yake, alikuwa anajichua, na ndo maana familia nzima walikuwa nje, ndo alikuwa ndani. Sasa kameramani, usiogope, we sogea sogea tu. Sasa hii fimbo, hii fimbo hii naiweka huku kwa ajili ya kuweza kukichangamka, niweze kumwazimu huyu kijana ehe, moja kwa moja ehe. Umeona bwana kameramani, sogea, onyesha tu onyesha tu. Mjusi mwenyendo huyo. Bwana mkubwa, nani? Mheshimiwa, vipi? umefika hapa, makelele kibao, mama, unanioje bila ruhusa, nini shida? Ah, ah. Ndiyo, bila ruhusa. Lakini kwa nini wewe unatukana watu mtandaoni, unatukana watu halafu umekaa ume hapa halafu unaniwekea watu mlangoni, eti mlindeni huyo afisa akija asinipate wewe si nimekupigia simu nimekuuliza unakaa wapi wewe, ukakata simu. Alijua sitamkamata nimekauliza vizuri tu, we mheshimiwa, unakaa wapi? Tuje tuongee vizuri. Kamejifanya jeuri, kanaingilia hapa, kumbe kanakaa Chanika matopeni kabisa huku, eh Chanika huku ambako mvua ikinyesha maji yanafika hadi humo. Bwana mkubwa, wewe akunikimbia mimi, wewe mwanangu, nazingua mwanangu, ndakuchenjea mimi. Nimeongea naye meneja, meneja mimi? Si mimi siongeagi na mameneja mimi, sio mwanamke mwanangu. Basi aondoke, mimi sifanyi interview yote, aondoka mwanangu. Ah, ah, basi, nani, um, tunafanya interview series, um, um, uh, tunafanya, um, uh, tunafanya interview series. Um, mara nyingi hata mimi nimekuwa nikizuishiwa kwamba na ujasiri gani kwa wa kwenda kuwafata watu na kuwahoji kiasi hicho, lakini watu kwa, wanajua mimi labda ni mpelelezi, ni system labda mwona, lakini sio kweli. Kwa upande wako um, tukianza kumzungumzia kodo kama kodo um, tumeona content yako ni ngumu sana ni ngumu kwa maana ya kwamba muda wowote labda unaweza ukafunguliwa mashtaka na mwisho wa siku ukakaa uh, uka, uka, ukafungwa kwa sababu tuliona kama kampuni moja la la makampuni la, la haya la m, m, m, m, mtandao uli router e, hmm. Za labda nadhani tuwataje ili kusudi tuweke sawa, tupo katika hali ya kujenga Airtel. hmm. Ulikuwa unafanya kazi Airtel au ilikuwaje au zilikuwa content tu? Uh, sijaifanya kazi huko hmm, sijaifanya huko na, sija sijawahi sema kwamba hey Airtel ina, ina, inasumbua mimi. Sijawahi sema hapana. Kuna content tumeshawahi kuona jamaa akaposti aka, aka no, nadhani aliposti ali, ali, akasema uh, kimafumbo kama anavyosemaga kwamba mtandao unasumbua, watu wengi wamelalamika moja kwa moja, watu wengi sana komenti zao zikaenda kwa Airtel na moja kwa moja e, Airtel wakaja kumdm huyu bwana, nadhani ni Instagram na akaja akapost huyu bwana kwamba wamemwambia anachafua biashara yao. Sasa ile kwanza tunataka tujue ukweli kuhusiana na ile jambo, lilikuwaje kuaje na imekuwaje kuaje na limefikia wapi mpaka sasa? Okay. Uh, lile swala mi kua nimesema turuta hizo zinafanyaje, zina, zinasumbua mm baadaye kweli naingia sasa kukutana na na ujumbe ujumbe wao hiyo kampuni umeona, mm. nikakutana nao mimi nilivyo usoma nikasoma, kwa sababu mimi sikutaja kampuni yoyote kwenye ile clip yangu ya yeah. kwanza sikutaja, lakini wenyewe walivyojishtukia wakanitafuta, umeona mm -hmm. wakanitishia pale nikaa nikumdoka, nilikuwa nipo Buguruni, nilikuwa nakaa Buguruni mm -hmm. pale same fine aitwa Marapa mm -hmm. nilikuwa naishi pale na sister yangu, umeona mm -hmm. nimekaa pale, tumepiga tumepiga tumepiga No, acha nimepiga tena. Dah, wakawa wamenililia, wamenitumia ile ujumbe. Sasa nini utumwa ujumbe? Una wasa nini? Ah, wewe umenishtukiza, umekuja bila taarifa. Eh, ndio shida. Lakini wakati unasema nimepiga, nimepiga, wako unapeleka hivi mkono, nimepiga, nimepiga, nimepiga. Acha ujinga. Sasa tunakuchenjea hata ujinga. Nimepiga, nimepiga, nimepiga sasa. Ehe. Okay, wakawa wametuma ile, wametuma ile ujumbe ule. Eh, hata. Maana ila kunitumia. Ni hivyo sasa mimi siku siku comment. Sasa mimi niliona sababu ananitishia. Mmm. Sababu mimi nataka mtu anayenitishia. Mmm. Umeona mm. Tufikishane mahakamani mm. Mambo yaende sawa, umeona lakini baadaye tena nkashanga mi kaa nimesafiri nimeenda Dodoma mm. Baada ya ile mani kwa nipo Buguni, nikaenda Dodoma mm. Nimefika Dodoma, shangaa tena eh, tunajua upo Dodoma siu na nini mm. nanini ah. Yes, futa zile kripu umona yani ah. Unakufatilia ya futa zile kripu. Ah, mi nikaacha, nikaachana nao, zile kripu zikaa zipo vile, nikapiga tena kontenti nyingine mm. Umeona kupiga zile kontenti nyingine ndo kwa wakaniambia sinifike makao makuu. Nilienda makao makuu pale, nimefika mm tukayajenga mkawazungumza, ya yeah. Na moja kati ya mazungumzo yenu yalikuwa kujenga au kuendelea kuangalia yupi ana haki na nani amkosefu, au mliyaweka sawa, au wao walijishusha kwako? Ah, mna wale kumbe ni mashabiki zangu mwanangu, unajua hata mi sikutegemea ah, maana nimefika mle ndani ni Airtel yeah. Mashabiki zako ya yeah, kwa sababu nimefika mle wote wanacheka, sasa tutaongea nini? Mimi nimefika pale, unajua sema sikuweka muendelezo mm. Niliposti TikTok sikuweka muendelezo mm. ya yeah, nifika pale makao makuu ya Airtel nikaingia mpaka ndani lakini mm. kilichotokea pale ni furaha tu. Watazamaji umeona uh, tuko hapa na huyu ndugu yetu na umeona baada ya kukaa hapa nimekuta kuna vitu vinanitembea tembea mgongoni, kumbe ni ile koti lake lina kunguni ili koti lina kunguni. Sasa em, liweke kule, linanuka. Na umeona hapa, baada ya kuingia hapa ndani, bwana mkubwa hajafua hata nguo ananuka uvundo, na nilikuwa navumilia tu kwa muda mrefu. Huyu ni kado kado, yule jamaa wa TikTok wanasema kodi Amemtufua mtu ameshanitufua tayari. Angalia sasa kutakavyo, angalia huyo kodo, kodo ehe. Eh, kikodo chenye ndo hiki hapa, kikodo chenye ndo hiki umeona. Anaongea na, na, na wauza supu, anaongea na wauza supu, wabuza wale wanaouza miguu ya punda wale wanauza hapa eh? <tosimu>. Hey, I mean, ni off live bila chenga <tosimu>. Si, si, si, si, e, umeona baada ya kufika hapa, bwana mkubwa ameweza kuchangamka. Na bwana mkubwa, sisi kitu kilichotuleta hapa bana, wewe, inaonekana unachafua mitandao uh, ya simu uh, umewakorofisha sana Airtel, umewaharibia biashara biya, na inaonekana wana mwezi mzima hawauzi, watumishi wote imebidi warudi nyumbani. Sasa kwa nini useme, eh, kwa nini uchafue biashara? Lakini pia umewatukana wasanii, unasema wasanii wote ni kenge. Alafu ukisema msanii ni kenge, alafu, kisema, msanii, ni kenge, alafu Unamwambia huyo ni nani sasa? Hiyo ni nani? Leo imekuponza, na unazungumziaje? Kuingia katika mikono ya sheria, na mimi ndo nakuchukua kwenda kukupeleka polisi. Amesema yani, anatetemeka, na hapa hapa hapa nikiweza kumkanyaga. Baada ya kufika hapa, u, wenzake wote wamekimbilia nje kwa sababu wameona nimeshaweza, tuna, shika hivi <laughs> tuna, ukiona ananisumbua, basi nawe unatia la mgongo huyu mshenzi, ili aweze tuna, tuna, tuna, sina muda wa kupoteza, inabidi tuende hivi polisi, kwa sababu umeona jamaa amenyong'onyea. Bwana mkubwa, inabidi tuende polisi, kwa sababu ukaeleze. Hapana, oh, ha, hapana, inabidi hapana, ha, hapana, kodo lazima kodo kodo lazima a, a, a, kodo, lazima ukatueleze, twende polisi. Bwana mkubwa, mimi sitaki, mimi najua wewe, tunaheshimiana, tunakubaliana vizuri. Twende polisi, ukaeleze Watanzania kwa nini unatukana watu, alafu unasema nani kwa nini unatukana watu? Bwana mkubwa, ah, twende, twende una blandi gani wewe? Basi nisamehe